Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Todi Mwampamba mwanasayansi kijana kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Utafiti wake ulikuwa wa ajabu, alitaka kujua binadamu wa akifa roho yake huenda wapi. Wengi walimcheka, wengine walimwokopa, lakini Todi hakuwa mtu wa kurudi nyuma. Alikuwa na moyo wa jasiri na akili iliyopindukia mipaka. Siku moja alipokuwa akichunguza maandiko ya kale ya Wamakonde, alikutana na rejeo la mwanamume aliitwa Mzee Mwasandile, mkazi wa porini huko Mbeya Kusini, anayesemekana aliwahi kusafiri kuzimu na kurudi. Habari hiyo ilimtikisa Todi. Alijua ndicho alichokuwa akitafuta. Akaandaa vifaa vyake: kamera ya joto, kipima sumaku, kifaa cha kurekodi sauti na mfuko wa chakula. Akachukua pikipiki yake ndogo ya utafiti, akapita barabara ya Vumbu kuelekea Ifisi, kisha Iela, kisha akakata porini penye misitu ya miombo na vilima vya Loleza. Kadri alivyokuwa akiendelea, upepo ulikuwa mzito, anga lilikuwa linabadilika rangi, kana kwamba jua linakataa kufa. Jioni moja, alipofika sehemu yenye miti mirefu isiyo na ndege wala wadudu, pikipiki yake ikazima ghafla. Akajaribu kuwasha ikakataa. Akasikia sauti ikisema kwa mbali, unatafuta roho, lakini roho pia inakutafuta wewe, mwana wa Mwampamba. Todi aligeuka akaona kivuli kinapita haraka nyuma ya mti mkubwa wa mwembe pori. Hakuogopa, badala yake akatoa kamera yake ya joto. Kwenye skrini, aliona joto la binadamu likionekana sekunde moja kisha likatoweka ghafla. Usiku ukawa umeingia na mwezi ulikuwa mwekundu kama damu. Akaamua kulala hapo hapo ndani ya hema dogo alilobeba. Lakini saa sita usiku kelele za wanyama zikaunguruma. Viumbe visivyo vya kawaida vilianza kusogea karibu, kama simba lakini vikiwa na miguu ya binadamu. Vilikuwa vinaongea kwa sauti nzito, Todi, Safari ya kuzimu haina kurudi. Hema likatikisika. Akaamka haraka, akatoa tochi. Lakini mwanga wa tochi haukuonyesha kitu. Badala yake, mwanga wake ukageuka kuwa wa kijani kibichi na ukaonyesha kivuli cha mwanamume mzee aliyekuwa amevalia ngozi za wanyama. Mzee huyo akaongea taratibu. Ninafahamu unachokitafuta. Mimi ndiye Mwasandile. Lakini ili upate majibu, lazima uone kwa macho yako. Kabla Todi hajajibu, ardhi ikapasuka chini yake. Akaanguka kwenye giza refu lililokuwa na sauti za kulia, kelele za minyororo na maneno yaliyotoka mbali kama upepo. Kila anayetafuta siri ya roho, roho humtafuta naye. Akaamka kwenye mwanga hafifu wa kijivu. Akimwa amelala juu ya ardhi kavu kama majize. Alikuwa sehemu ambayo hakuweza kutambua kama dunia au ndoto. Miti iliyo mbele yake haikuwa na majani, na kila tawi lilikuwa limejawa na vichwa vya watu, vichwa ambavyo vilikuwa vikihema. Mmoja wao kichwa cha mwanamke kilinongona, hapa ni kuzimu, mahali roho huchungulia dunia. Todi alihisi uso wake unaanza kuchoma. Alijaribu kurudi nyuma, lakini Mzee Mwasandile alikuwa amesimama nyuma yake, macho yake yakiwa meupe kabisa. Sasa angalia, mwanasayansi, haya ndiyo majibu yako. Kwa ghafla, aliona roho zikitembea juu ya hewa, nyingine zikiwa za wanyama waliouawa, nyingine za binadamu waliokufa kwa uchungu zote zilikuwa zikipita mbele yake, zikilia zikisema, sisi ni mkumbukumbu hatuna mwili tena. Todi akajua sasa kuwa roho si hewa, bali ni nishati ya hisia na mateso ya uhai uliopita. Alipoanza kuelewa, ardhi ikaanza kutikisika. Mwasandile akamwambia, ukikaa muda mrefu hapa, hutakuwa tena Todi, utakuwa mkumbukumbu kama hawa. Kwa hofu Todi akapaza sauti nirudishe, nirudishe duniani. Mzee Mwasandile akaweka mkono wake kichwani kwake, kisha mwanga mkali ukamulika, kisha giza likamfika tena. Alipoamka alikuwa hospitali ya Mbeya Rifero. Madaktari walimwambia alipatikana msituni akiwa amepoteza fahamu kwa siku nne. Kwenye kamera yake, picha pekee iliyobaki ilikuwa ni ya kivuli kikubwa kilichokuwa kimesimama nyuma yake usiku ule, kivuli kisicho na uso kikiwa kimeweka mkono begani mwake. Todi hakuwahi tena kuzungumza utafiti wa roho, lakini watu wa kijiji cha Loleza wanasema mara kwa mara usiku wanamuona kijana akipita porini akiwa na kamera mkononi na macho yake hayana maboni, kana kwamba bado anaendelea na safari yake ya kuzi.